Mkurugenzi amesema vizuri kwamba tuna vishikwambi, tumepewa vishikwambi. Sasa kwenye hivyo vishikwambi, ni vema tutaweka nyenzo za kufanya kazi, na kimsingi tuna nyenzo nne na ya tano tafuata baadaye, asa tafuata baadaye, lakini kwa sasa tuna nyenzo kubwa nne. Nyenzo ya kwanza kwa ya kufanya kazi ni dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 nyenzo ya pili ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nyenzo ya tatu ni hotuba ya Mheshimiwa rais wakati anazindua Bunge la kumi na tatu. Mheshimiwa, Mungu atakupe, na nyenzo ya nne ni ahadi za Mheshimiwa rais. Sasa kuna zile ahadi za taifa na zile ahadi ambazo zitakukusa kwenye maendelezo moja kwa moja. Sasa kishikwami hivyo, ningependa pia nitoe ushauri kwa mkurugenzi na kwa watendaji wajaribu kuweka hiyo nyenzo kubwa nne kwenye kila kishikwambi kiingie, kusudi mheshimiwa diwani aweze kuwa na na ujengaji wa hoja ulionyooka anaposema kwamba ningependa kwa kata yangu kuna hichi, au ana sehemu ya kufanyia rejea. Jambo hili limetanywa kwenye ilani ya chama cha, cha Mapinduzi kwa sababu anayo kenye kwa micha nyezo ya tano. Sasa hili ni jukumu lenu ku. kuitafuta na likatifani kokote, nyezo ya tano zaidi ya kwenda kuwasikiliza wananchi wetu kule kwenye kata zetu, kwenye vijiji wetu wanatutanii hizi nyenzo mino utapewa hizo, zipo wataalamu wanazo, watawawekea kwenye vishkwambi vyenu. Nyenzo hiyo ya tano sasa, hiyo ni ujanja wa kila diwani na ubunifu wa kila diwani, kwa sababu hiyo haipatikani kwenye ofisi humu, inapatikana kwa na nini po, apa, wananchi wetu na nini. Niwaambie kwa uzoefu mdogo hapo nipo hapa kwenye halmashauri ya Mvomero, wananchi kule hawataki kuhutubiwa muda mrefu wanahitaji kusikilizwa muda mrefu. Kuna kauli moja, kiongozi mmoja ameshasema, unapokwenda kwa wananchi usiende kuwaelimisha, nenda kawahamasisha, kwa sababu wanajua wanachokitaka. Ukiwasikiliza utakuwa una nyenzo ya tano zuri zaidi ya kujenga hoja, utasikiliza mawazo yao utayahusianisha na yale mambo mangapi? Manne. Jambo ambalo amelisema huyu mwananchi baada ya kusikiliza linaenda kwenye dira ya taifa 2050 linaenda kulala kwenye ilani ya CCM, au linakwenda kulala kwenye hotuba ya mheshimiwa Rais, au kwenye ahadi za mheshimiwa Rais, au ni jambo jipya kabisa wanzi kujengea. Kwa jambo hili la tano, linahitaji utulivu wa kusikiliza kwa tunapokwenda kufanya mikutano yetu ya hadhara kuanzia leo baada ya kuwaapisha, kama umepanga kuzungumza dakika 30, dakika ishirini ndio za kuwasikiliza wananchi, dakika kumi za kuzungumza wewe, sababu kwa uzoefu uliopo wananchi wanahitaji kusikilizwa kuliko kusikiliza. Ukishasikiliza utakuwa na uwezo mkubwa wa kuzungumza mambo ambayo wao wanayataka. Kwa mimi niwaombe sana waheshimiwa waheshimiwa madiwani wateule, niwaombe sana hii nyenzo ya tano ni nyenzo muhimu. Ndiyo maana nasema nyenzo hii ya tano ni kila mmoja na ujanja wake, na hii ndio mara nyingi wakati mwingine e, aga inakwenda kututofautisha huko mbele, ni kwa namna gani uongozi wa kusikiliza na kuchukua nyenzo ya tano na kuhusisha kwenye nyenzo nne hizi ambazo nimeshasema. Mimi niwaombe sana waheshimiwa madiwani wateule Leo mnapokwenda kuapishwa mkuwe kabisa kwamba mna jukumu kubwa la kwenda kuifanyia kazi nyenzo ya tano ambayo ni kwenda kuwasikiliza wananchi. Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na baraza hili na yeye, kwa nafasi yake, hawezi kuja kwenye kila kata kutembea, anajua na mwakilishi wangu ambaye ni Mheshimiwa Diwani wakata ya Mzinga, wakata ya Chenzema, wakata ya Nyangina, wakata ya Kinda, wakata zote 30. Huu anachapa kazi kama ambavyo mimi nachapa kazi, kazi, kazi. Kwa kile unachofanya maana yake unamwakilisha Mheshimiwa Rais, kwa sababu ki kiitifaki, tunasema kwamba Mheshimiwa Rais rais ndio mwanasasa namba kwenye utumishi unasema pia Mheshimiwa Rais e utumishi namba. Kwa hiyo pote kote, kwa hiyo sisi dira yetu na mwongozo wetu Mheshimiwa Rais anataka nini? Anataka kufanya kazi, anataka ukawasikilize watu zaidi, wasema okutaka sisi